I'm proudly here as your host Voice of Change again, ikiwa ni a safe place kwako wewe, mimi mwanaharakati mpambanaji. Jamani, tuko hapa, mimi Sandra Steven Kaya, niko na mjasiriamali mwenzangu. Karibu sana, jambo. Okay, jitambulishe jina lako. Uh, mi naitwa uh, Catherine ila kwa ukitaka okay, kunikuta kwa ajili ya biashara Catt Stylish inapatikana e, Moshi mjini maduka ya chini kwenye fremu mpya hapa basi, karibia na Primeland Hotel utatukuta hapa. Ukiingia kwenye frame zetu hizi upande wako wa kushoto, basi utaona tu bango Catt Stylish frame namba nane, utatupata hapa namba zetu za simu ni 0674161072. Instagram: Catt underscore stylish. Facebook: Catt Classic Wear na TikTok: Catt stylish. Okay. Yeah. Na mimi pia as your host, as your your host main host over here naitwa Sandra Steven Kaya. It has been a pleasure kuweza kufika kwa Catt Catt stylish hapa Moshi, usiye usi, na hofu it is a place, yani ni, ni muda ambao tunatumia tu tunaongea tuna yani una, una, una kitu utapata kutoka kwangu na mimi nitapata kitu kutoka kwako, kwao kwa kwa. kwa, ni tuwa tuna jisikia flexible kwao, how do you feel yani, unauoga ah eh kwa, just feel free okay. kwa sababu kwao mm, mimi binafsi ni pia ni mpambanaji kwa kiasi changu ya yeah. Na, nafanya biashara biashara nafanya nauza jezi pia okay. I think ni same kama wewe hapa hizo huko ni za jezi za, za kimataifa <laughs> ah, ya, hauzi Simba na Yanga though na na na kuna watu wananitafuta, naambia vipi, napata jezi nani, wateja mm. pia tunawasikiliza lakini, nami nami pia naendelea kupush Nitajitaidi, nimeanza nimemaliza chuo juzi juzi, kwoo ni kitu ambacho nilikuwa nafanya nikiwa chuo, as it goes nami naamini maybe kama hivi tafika kwa mimi, nami pia niteji labda, yaani kuna yani yaani, yeah, wote ni the same mm. thesame mm. ni mm. nguo mm. hizo hizo E, changamoto gani ambayo unakuona kupitia? Changamoto zipo lakini, mm. ni za kawaida. Changamoto zipo ni kuagiza mzigo, unaweza kuagiza mzigo, umetuma hela then ulomwamini ana ana hey, kukatwa na umeshatuma hela na dukani nakula ni mzigo, mzigo ni hela, imetoka ni maana umekusanya hela, umestruggle kweli kweli <laughs> kunakuja kukwakato, mtu anakato, nampigia yapokee, kwa huwezi kusema eti siache mimi, sitafanya tena. Unabidi upambane kwa namna nyingine, na mambo yanaenda. Unahisi kuna siku lisha yamkaga, yaani changamoto, yaani kwanza ukawa umepitia kitu, inawezekana, so kwenye biashara Inawezekana kuna kitu ulipitia ambacho yaani kika affect na biashara yako, ukamka ukasema ai shit yaani yani, ukifikiria na biashara yako iko nakutegemea ni yani, kuna kitu kinasa kutokeaga ukaamka asubuhi ukatamani uachane na kila kitu ambacho unakifanya hmm. ili ilinitokea kabla sijafungua. <laughs> <laughs> Ilitokeaje? nakumbuka nilikuwa nimesha lipia frame, si hapa tulilipia hmm. ni kabla hata hazijakamilika ile wanakuambia wanashika frame yeah. Kwa hiyo nakumbuka nimeenda da kufunga mzigo mm. napigiwa simu frame ziko tayari sijui nini na nini. Unarudi umekuja na mzigo wako wa kutosha, then unakuta hakuna kitu kilichokamilika, kwa hiyo ile hisho ikanifanya mimi nianze kuendelea kuuza online, unauza online, unajua ukiuza online sana wateja wengi wanakopa yani huwezi yeah, kumpa mtu eti, hapo sio wote wanaotwakisha. Kwayo imefika siku ambayo maybe sina. <laughs> sina yani, frame zimekamilika maybe, sina sina pa kuanzia yani, hela zote ziko mikononi mwa watu. Paka ikafika mimi nikasema nitauza tu ile frame, niendelee kuuza, niendelee kuuza online, nadhani iko kitu cha kuuza online, nadhani na pia yani ni changamoto mm lazima tu itatokea, kuna mtu tamuzia ao inaishia sasa inaishia kwa hasara kwako, yeah, maana wengine hawalipi nywe yeah. Nishatokea hivyo, nilikuwaga na nilikuwa nauzaga jezi lakini nikafikia wakati nikaacha nika, kwa sababu nilikuwa at the end of the day unakuta hauna ile ambayo inabakia yani yeah. hauna ile yaani zinatoka ukiangalia hela haipo kwa hiyo lakini, kitu kingine ambacho nilijifunza kwamba hata ukifanya hiyo ya online, jitahidi sana yani, mteja kitu akitaka, mwambie ukweli, mimi nauza online. Kwa hiyo kama unakihitaji hichi kitu masti, ulipie nusu. Ila unatoa lako mfukoni kwenda kufuata, na labda mkuto unamwamini sana. Maana hiyo, wengi ndio ina- inawashusha watu wengi yayi, yeah, yeah au kuna mboo anakuta oh, na akishachukua wameenda inakuwa. Kwanza mimi nilifikia stage nikasema, isee, kilichobaki nisubirie tu kama nimemaliza mm. ni kwa hata nisifanye <laughs> yani nisubirie nisubirie, matokeo yatoke nisubiria ni ajira mm. ni ambao zitatoka nitoka mm -hmm. sababu hata kama nikisema naanza biashara naanza na nini sana. Mm -hmm. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kimenishusha. Natamani ya nini? Natamani kwa kweli hii speed up yani uh, ninapoanzia hapa nifike mahali na Mungu anisaidie nipate nipate nikutane pia na watu. Yaani wateja si wa Mungu tu awabariki wapate hela na unaomba Mungu, ni wewe tu kuku kuku. Yaani na nadhani pia ni namna tu wewe unavyojieka kwa watu. Yaani reputation unavyojieka.

<laughs> Ni kupaka paka makeup <Hipo? laughs> ni... no, no, na unajua kusuka ila makeup na idea kidogo ya yeah. Biti hii ilikuja hmm. baada ya mimi kuajiriwa wakati nipo chuo okay. Moja utaweza ku, yaani kusaidia ku, hmm. talenti yako kuipromote talent yako yeah. Hapo so, nahisi naisi maisha yanaweza katupeleka mahali auishi kwenye, kwenye, kwenye mm. kitu unachotaka mm -hmm. zaidi unajitafuta kwenye vitu vingine mm -hmm. then ujitafute kwenye huko ndio uweze kuishi kwenye maisha ambayo unataka. Oh, na ni kitu gani kina kumotivate, yani, kuna kuna kitu gani huwa kina kumotivate yaani kila siku asubuhi ukiamka, yaani hata kama jana usiku lala uko Tutu, ulipata hata loss mm -hmm. Nadhani loss ni kitu ambacho kinaumiza, kina, kina sana au labda mategemeo ambayo umeweka afu ya kafeli ko kitu gani kina kinakumotivate kila siku? Ah, mi naamini sana kwa Mungu kweli kwa hmm. sababu naamini kama leo nimekosa basi hmm. kesho nitapata, na nilivyokosa leo kuna ambaye alikosa jana amepata leo kwa hiyo imani ile imani tu kwa Mungu kwamba nakuomba sana inazidi kunipa matumaini. Okay, um, leo pia nye, nye, unajua, mi nadhani keki inakuwa gani ni ishara <laughs> sijui nadhani kwenye hafla nyingi watu wanafanya keki inasimbolize sijui, lakini kwenye kila taf, yani, kwenye kila kitu ina, yani kwenye mafanikio ya mtu nakuta mm -hmm. kuna keki nimtu

Swali la pili, pili. Mm. meambia hifu biashara yako mm, ingekuwa meme yeah. <laughs> <laughs> ungeielezea kwa meme gani? <laughs> Yeah, yani biashara yangu hii inayoifanya ingekuwa meme sambona kama

Hey. Watu. Mm. kama watu yani, biashara ya yako ingekuwa kama biashara yako ingekuwa meme ungeelezea kwa meme gani? kama mm. mfanya biashara kama mm. biashara yako ingekuwa ni meme ungeelezea kwa meme gani? You just drop a comment after that. Ah, kwa <laughs> <sighs> <sighs> so ah, sababu mwes... kwa sababu nimeshindwa kujua niekeji endelea tu. Kuna wajua wafanyabiashara watatu wanaofanya biashara kama unaoifanya unaoifanya, yaani <laughs> yeah. Yeah. wa ambao mimi ninafanya nao, au ah, ah, yaani wa wakubwa kama unavyofanya. Yaani hata kama anaweza kawa ni mkubwa lakini unawajua Jackie. Yeah, mm -hmm. Alafu kuna Matilda, Matilda collection. mm -hmm. Alafu kwa hapa kuna mdada anaitwa Cecilia. Okay. mm -hmm. Ni challenge question pia, yeah. <laughs> <Okay. laughs> <Oficial Yeah. poster. laughs> Okay. Kwenye curate, yani kwa mfano kitu cha kwanza unatakiwa ukiwa unafanya biashara yako na hmm, umeulizwa ni wafanya biashara watatu ambao wanafanya biashara kama, kwa nini usijiweke at least kwanza, lafu ndo wataja wengine? Sasa umesema wengine. Ah, ah, ah, ah, wafanya biashara wanaofanya biashara kama ya kwako kama ya kwangu, sasa si mm. si na, inamaanisha nami ulikuwa umenitaja basi, tunairudia. Kwa nini ni kosa? Hiyo hiyo itarudiwa, hiyo itarudiwa. Haya. Unajua wafanyabiashara biashara watatu wanaofanya biashara kama yako, kama unaoifanya. mm -hmm. y yeah, na wajua wataja. mm -hmm. <laughs> <laughs> Kuna Catt Stylish ambaye ndo mimi hapa mwenyewe. mm -hmm. Alafu kuna mwingine yupo Fresh Coach. mm -hmm. Then kuna Matilda Collection anaitwa Jackistore. ni kwa wafanyabiashara wengine wenye, amna mtu atatokea ataku, ataku brand yeah. Ni wewe ndo unatakiwa una, una, okay. kujibrand kooni unaambiwa list wafanya biashara wanafanya biashara kama yako the first one should be you of course, ni mimi pia nafanya hii biashara, afu mnataja okay. wengine koo ni moja kwa kujiamini ku, okay. choose wewe na wewe ndo uta, utaweza kuikuza biashara yako na kila kitu. oh, that's okay. All, jamani okay, jamani nashukuru kwa muda wako na mm -hmm. leo ni, uh, keki hizi ambazo tumezileta hapa ni one and only Irene, anaye anatengeneza keki kwa ajili ya birthdays kwenye yeah. send offs okay, watu yeah. watu wa send off, harusi. Anatengeneza pia keki kwa ajili anatengeneza ice creams okay, anatengeneza yogurt yeah. ni vitu vingi anatengeneza. Anajiita kwa jina jina lake posta yake itapita, anajiita Ray kwa karibuni pia kwa mfanya biashara mwenzetu mjasiriamali na ni tamu, ni tamu kweli kweli. I wish you are here to have a bite. Kwa hiyo Voice of Change once again itakuwa, yani ni sehemu ambayo tunakuwa tuna tiana moyo na kitu kikubwa kwenye jamii yetu, tuna- tunataka tuna tuendelee kama wapambanaji, wanaharakati, watu wa kazi. Mimi mwenyewe mtu wa kazi, sina hela, sina kazi, kwa hiyo utakuwa una hela za kufanya vitu vikubwa hivyo na hey. ila ila <laughs> <laughs> oh, yeah. Basi hela ninayo, kazi sina, kwa hiyo <laughs> as this lady Catt Stylish, ame amepiga hatua kubwa, and congratulations sana. Kufika hapa ni kitu ambacho sisi hapa wenyewe wadogo wadogo tunatamani tufike hapa. Kwayo, a dream one day will come a dream. keep keep on going natamani pia ufike hatua nyingine kubwa zaidi. Wakati ukifika hatua nyingine aa, mimi nitakuwa nimeshafika hatua yako na zaidi <laughs> naweza na tukakutana huko, kwa hiyo mm. mm. keep on na kushauri, keep on subscribe na channel kwa comment zaidi. Tunataka ni kipindi kipya, kwa hiyo we need your comments, tunataka kipindi tukiboreshaje mafunzo gani unatamani nawe kupata, kama mwanaharakati mjasiria mali unatamani ufike, upate motisha gani? we'll be here with you, nyuma ya kamera. Jamani, tuko na Justin photographer pia ni ana, ana, anafanya anachukua photography kwenye shughuli tofauti tofauti ya harusi sendo mtaji kwa ajili ya birthday party awepo kufilm chochote ni wewe, yupo anapatikana, masaa ishirini na nne, 24/7. Justin kwa vizuri sana, asante sana, thank you Ciao.